Ndugu wananchi, kama tujuavyo kwamba waumini wa dini ya Kiislamu duniani kote wapo katika kipindi cha mpungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo baada ya kumalizika mpungo huo hufuatiwa na sikukuu ya Eid El Fitri, ambayo huu, moja, 25, 25, kwa mwaka huu zinatarajiwa kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 2025 au tarehe mosi mwezi wa 4 2025 kutegemea muandamo wa mwezi katika kuadhimisha sikukuu hiyo Jeshi la Polisi Mkoa Kaskazini Unguja limejipanga vyema ili kuhakikisha linadhibiti na kupambana na matukio yote ya kihalifu na wahalifu ambao mara nyingi hutumia nafasi ya sikukuu kama hizi kutekeleza uhalifu wao. Ndugu wananchi, Jeshi la Polisi Mkoa Kaskazini Unguja limejipanga kuimarisha ulinzi katika viwanja vyote vya sikukuu, kufanya doria mitaani na maeneo ya fukwe za bahari na kumbi za starehe, ili kuhakikisha wananchi wanasherekea sikukuu hiyo kwa hali ya amani na utulivu, na kwamba jeshi la polisi litachukua hatua kali kwa mujibu wa sheria kwa wale wote ambao watafanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Aidha, jeshi la polisi mkoa kaskazini Unguja linawasihi wazazi na walezi kutowaachia watoto kwenda kwenye viwanja vya sikukuu peke yao bila usimamizi, kutowavisha vitu vya thamani pamoja na kuwavisha nguo zisizoendana na maadili. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa kaskazini Unguja, kwa upande wa usalama barabarani, linawataka madereva na waendesha vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani na kutokwenda kwa mwendo kasi, kutopakia abiria kupita kiasi, na kuendesha vyombo wakiwa wamelewa. Wito, tunatoa wito kwa wananchi waendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa juu ya viashiria vya uvunjifu wa amani katika mkoa wetu na kwengineko hasa katika kipindi hiki cha sikukuu. Niwatakie sikukuu njema, asanteni.